Halo. Mambo vipi? Mambo vipi? Ah, karibu ndani ya Queen Studios. Mic on. Truth out. ya kwa yakuaambaa

yetu inasema kila siku lazima tuweze kumtolea Mola shukrani pale tunapoweza kuamka kwa afya njema, ana maisha bora. Lakini kuna wale ambao hawakuweza kuamka, kuna wale wameamka kwa kuwa wamekimbizwa hospitalini, na kuna wale waliamkia hospitalini, au wengine wakaamkia magerezani. Waliamka lakini wakakumbana na changamoto hapo ya siku na siku. Lakini unainitazama Mungu amekujalia mema mengi. Ana unaweza kunitazama pale siku ya leo. Basi tuweze kusema ni asante kwa kwa Mwenyezi Mungu. Atumtole shukrani zetu za maisha. Atumwambia ni asante kwa siku ya leo. Asante kwa maisha ya bure.

Na kabla nisahau, jiti unavyoona pale katika kifuani mwangu kumeandikwa JNM manake Jimmy Gamau Music, anakiweze kumwish pale happy birthday, manake leo ni siku yake ya kuzaliwa abataka tele kutoka kwa mwenyezi au vipi Jimmy Ngamau <god> <speaking confused> Happy birthday to you and as you turn a year older may <speaking> God <in my head> add to your heart heart desires may give you the strength and wisdom to continue ministering in

all All the time. All the time. time. Our God is good and that is is nature. Wow, God is great. yasaerndomankiteyakachegokaribuni sana ndani ya Queen Studios ikiwa ni kipindi kingine tena, kipindi cha pili, tarehe ishirini na tano siku ya Jumamosi, siku ambayo tunaweza kusema ni asante kwa Mwenyezi kuweza kutuafikisha na kuweza kutu, kutupatia pale maisha mema. Na leo tutataka tuzungumzie ama ningependa tuzungumzie mada moja. Mada ni gani? Kwa nini mapapa hubadilisha jina punde tu wanapochaguliwa? E, kwanini mtu akiwa pale kardinali akona jina yake ya kitambulisho, lakini pinde tu anapo chaguliwa kuwa papa anapoweza kupata kile kiti cha upapa anabadilisha jina lake hilo. Ndilo swala ambalo tutakuwa tunazungumzia siku ya leo, maanake ni kitu ambacho tumekuwa tukiona kikiendelea kutoka karne za mwanzo wa kanisa letu takatifu na Katoliki, lakini wengi wetu hatujapata kuelewa ni kwa nini linafanyika. Some of us, we just assume it's the norm and the nature of the church so There's no need for us to get into details. But no, niko hapa ili niweze kukuelimisha na ili niweze kukuneemesha kiroho na basi, kabla tuweze kufika mbali, hatuweze kuanza pale kwa njia ya sala. Kwa jina la Baba la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, tunakushukuru kwa zawadi ya kanisa lako takatifu na kwa zawadi ya Baba Mtakatifu wetu Papa Leo wa kumi na nne, tunakuomba umjalie hekima, nguvu na upendo katika kutuongoza kwenye njia ya imani na kweli. Mwangaze kwa Roho Mtakatifu wako ili aweze kuwa kielelezo cha unyenyekevu na amani duniani kote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Achukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Carlos, ati utuombe kwa jina la Baba la Mwana na, na la Roho Mtakatifu. Amina. Yeza mambo vipi? Karibu sana ndani ya Quin uh, Nauisat ni mimi wako Jaga Black, sauti yako kwenye midundo ya imani na leo tunaingia ndani ya siri ya Kanisa Katoliki ambayo wengi wamekuwa wakiuliza. Kwa nini mapapa hubadilisha majina wanapochaguliwa? Kwa hivyo bila kupoteza muda tuweze kuingia ndani, atuweze kuona kwamba ni nini haswa kilichangia mtindo huu ambao kanisa letu takatifu Katoliki limeweza kushikilia a, kwa imara sana, na tunapata pale kwamba tangu karne za mwanzo za kanisa, desturi ya kubadilisha jina ilianza kama ishara ya maisha mapya. Hii inatokana na mfano wa Biblia eh, Simoni alipobadilishwa jina kuwa Petro. Tunakumbuka pale Simoni, Simoni eh, story ya Simoni ah, vile ambavyo Yesu aliweza kumbadilisha jina akamwita Petro na akamwambia, sasa hivi nitakuita Petro na juu ya mwamba huu nitaujenga kanisa langu. Unalikumbuka? Basi sasa pia kanisa Katoliki liliweza kuchukua mtindo huu e? Na mapapa wetu wanabadilisha jina wanapochaguliwa kuwa papa. Kwa sababu gani? Kwa sababu sasa wao ndio wamekuwa pale mwamba ya kanisa, hao ndio mwamba wa kanisa. Kwa hivyo tunaona ni mambo ambayo ilianza kitambo, haikuanza kuanza sasa hivi Aa, na imeanza pale kitambo, ikianza na Yesu Aa, kama vile ambavyo tutasoma pale kwa kitabu cha Mathayo sura ya kumi na sita mstari wa kumi na nane na inasema hivi, wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Huyo ni Yesu anamwambia Simoni lakini sasa aliacha kumwita Simoni, akamwita nani? Akamwita Petro. wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Tukiangalia mapapa wetu, hatuwaoni tu kama mapapa, tunawaona kama viongozi, kama watu ambao tunawatazamia, au sasa ndio wame, wamekuwa pale mwamba wa kanisa, au ndio sasa wameweza kulibeba kanisa katika bega lao, hmm? na desturi uh, ya kubadilisha jina jipya linamaanisha uh, wito mpya na linamaanisha tena jukumu jipya na utambulisho mpya ndani ya mpango wa Mungu. maana ya kubadilisha jina ni gani? Wakati kadinale anapochaguliwa kuwa papa, anapokea jukumu jipya kama kiongozi wa kanisa zima la Kristo duniani na kwa hivyo kubadilisha jina lina ishara tatu ha? Kubadilisha jina lina ishara tatu, sio kubadilisha tu jina kwa sababu ni mila na desturi, sio kubadilisha tu jina kwa sababu a, a, a, mapapa wengine waliokuwa mbele yake walibadilisha. Hapana, ili kubadilisha jina lina ishara tatu, ishara ambayo itaonyesha kwamba huyu yuko tayari kupokea uongozi wa kanisa lote duniani, yuko tayari kupokea cha upapa, yuko tayari kupokea uwadhifa na mzigo unaokuja na kuwa papa wa kanisa takatifu la Katoliki. Na kwa hivyo tuweze kuona pale ishara baada ya ishara. Na ishara ya kwanza ni unyenyekevu, kuacha maisha ya zamani na kuanza upya katika huduma ya ulimwengu mzima. Pale mtu anapobadilisha jina, anaacha maisha yake ya kale. Mimi kama Jack Black nikibadilisha jina langu, niache kuitwa Jack Black, niitwe John Paul. Sasa nimecha maisha ya Jack Black, nitaanza kuishi maisha upya ya John Paul. Kwa hivyo hii inaonyesha unyenyekevu kwa njia gani? Maanake kumbuka sisi sote tunapewa majina na kwa yale majina basi tunaweza kupata pale sifa zetu hmm? sifa zetu kwa wale ambao walipitia kidato cha nne pale katika vitabu vyetu, riwaya na a, vitabu vya michezo tuliweza kupokea, tunaulizwa pale katika kitabu kwamba sifa ya mhusika fulani na sifa ya mhusika fulani na fulani, tungelitoa pale kulingana na tabia yake na jina lake. Kwa hivyo pia hapa katika kanisa letu takatifu kardinali anapochaguliwa kuwa papa anabadilisha jina lake. Kwa hivyo anawacha lile jina la kitambulisho, anawacha lile sifa ama yale masifa ambayo yalikuwa na jina yake ya kitambulisho, na tunapata haswa mara nyingi kuacha ku, ku, ku, sifa kama hizi hukuwa ni shida. Sasa mimi kama jaka black, eh? kuna mtu akiwa pale nje na asikia jaka black atasema aa, ni yule anafanyanga ah, bacha ah, Chaka blaks anakuanga malika fulani fulani, unaona. Kwa hivyo kimekuwa kitambulisho kwangu na kimekuwa na sifa kwangu, kidogo nitapata tashwishi kubadilisha jina langu ili niitwe mtu fulani, kwa sababu sasa nikibadilisha hamtanijua kama fulani, mtanijua kama fulani. Sijui kama mnanipata, kwa hivyo pia inaendana moja kwa moja na mapapa wetu pale anapokuwa kardinali anaacha jina lake la kitambulisho anaamua kuitwa papa fulani na fulani. Kwa mfano papa wetu uh, Leo wa kumi na nne aliacha jina lake la kitambulisho sasa. Saa hizi anaitwa nani? Papa Leo wa kumi na nne. Kwa hivyo aliweza kunyenyekea akaacha sifa yake yote, akawacha jina yake ya kitambulisho na sifa ambayo iliyokuja nayo, akaweza kuchagua jina Leo wa kumi na nne ili aanze tena upya maisha ndani ya kanisa, aanze upya tena maisha ndani ya Kristo. Kwa hivyo ishara ya kwanza ni nini? Unyenyekevu. Na ishara ya pili ni uaminifu. Uaminifu kwa njia gani? kuacha kuiga, samahani, kuiga mfano wa watakatifu waliotangulia, kama vile Papa Leo wa kwanza aliyekuwa mtetezi wa imani sasa hivi tunaye Papa Leo wa kumi na nne na ili Papa Leo wa kumi na nne akuwe, kumaanisha tumekuwa na wa kumi na tatu wa kumi na mbili wa kumi na moja kuelekea hadi wa kwanza. Na tunapata Papa Leo wa kwanza alikuwa mtetezi wa imani, alisimama kidete na kasimama imara na imani ya Katoliki na kaitetea ipasavyo. Kwa hivyo Papa Leo wa kumi na nne kuchagua jina lake ama kuchagua kuitwa Papa Leo wa kumi na nne anaonyesha uaminifu, anamwaminia yule aliyemtangulia. Nani aliyemtangulia? Papa Leo wa kumi, uh, samahani, Papa Leo wa kwanza. Huyo ndiye aliyemtangulia, aliyekuwa mtetezi wa imani. Kwa hivyo Papa Leo wa kumi na nne anaonyesha uaminifu wake, anamwaminia pale Ah, ah, Papa Leo wa kwanza, kwa kuwa aliweza kuwa pale mtetezi eh? Aliweza kuwa mtetezi wa imani akaweza kuwa ishara ama role model kwake, na akaaminia nyayo zake. Kwa hivyo anataka afuatilie nyayo za nani? Papa Leo wa kwanza. Hiyo ni ishara ya pili, uaminifu. Ishara ya tatu ni wito wa kiroho . Jina jipya linawakilisha mtazamo wa kipekee utume wake. Jina jipya linawakilisha mtazamo wa kipekee wa utume wake. Kwa mfano Papa Yohane Paulo wa pili alichagua majina mawili kuonyesha heshima kwa watangulizi wake na majina haya yalitokana kwa Yohane wa 23 na poa, poa Paulo wa sita. Kwa hivyo haya, haya jina mawili yakiunganishwa, tunapata Yohane Paulo. Okay? Na tunaona kwamba Yohane 23 pamoja na Paulo wa sita wawili hawa walisaidia kufungua mtaguso wa pili wa Vatikano. They are the pioneers of the Vatican II. Hmm? Wawili hawa walisaidia kufungua Uh, mtaguso wa pili wa Vatikano. Kwa hivyo Papa Yohane Paulo wa pili pamoja na Papa Yohane Paulo wa kwanza waliweza kuchukua majina haya mawili, Yohane wa ishirini na tatu pamoja na Paulo wa sita, wakaunganisha ili kuonyesha wito wa kiroho. Wito wa kiroho kwa njia gani? Tunaona hawa wawili Yohane ishirini na tatu na Paulo wa sita wali anzishe kitu kipya, maana yake, kumbuka, mtaguso wa kwanza uh, wa Vatikano, ilikuwa na sheria ya kwamba misa ilikuwa inasomwa kwa lugha ya Kilatino, the traditional mass. Lakini sasa mtaguso wa pili ukaja na sheria yake na mtindo wake. Sheria yake ya kwanza ambayo tunaitambua na kila mtu ameweza kuwa beneficiary, tumeweza kupokea uzuri wake ni kuwezesha misa kusomwa kwa lugha yoyote ile, ili wale ambao wanaweza kukaa katika sehemu fulani fulani za nchi wanaweza kuelewa misa inasema nini. Nikienda kule Ukambani, nisome misa kwa Kikamba, yule nyanya babu ambaye yuko kule anaweza kuelewa. Nikienda Ujaluoni, niweze kusoma misa kwa Ujaluo, kwa Kijaluo, yule bibi yule babu ambaye yuko pale ataweza kuelewa, naweza kushiriki katika ekaristia the same kila mahali. Kwa hivyo, hii ndio ambacho ndio kitu ambacho mtaguso wa pili wa Vatikano kiliweza kuleta kubwa haswa, na hii tunaona ni wito wa kiroho maanake, hawa wawili hawa waliamua kuanzisha kitu kipya ili tuweze, ili, ili waweze kushirikisha waumini wote katika misa takatifu. Kwa hivyo Papa Yohane Paulo waliweza kuchagua majina haya mawili kuonyesha wito wao, ili kuonyesha kwamba hao pia wanaweza kusimama na watu kama hawa. Okay? kwa hivyo, kumbuka, tumezungumzia ishara ngapi? Ishara tatu. Ya kwanza ni unyenyekevu, ya pili ni uaminifu, na ya tatu ni wito wa kiroho. Na nilipokuwa nikitayarisha kipindi hiki pia niliweza kupiga tafakari, na nikasema ama nikaona kwamba hii sio kitu ambayo mapapa peke yake ndio wanaofaa kufanya. Sisi kama waamini tunapaswa kuona haya kama wito wa ndani kwetu pia. Kila mmoja wetu kwa njia yake anaitwa kubadilika, kuacha maisha ya kale ya dhambi na kuchukua jina jipya la kiroho lenye maana mbele za Mungu, kama vile Mtume Paulo anatuambia pale katika kitabu cha Wakolosai Sura ya tatu mstari wa kumi na anasema mmevaa utu mpya unaofanywa upya katika ufahamu sawasawa na mfano wa yeye aliyewaumba. Mmevaa utu mpya unaofanywa upya katika ufahamu sawasawa na mfano wa yeye aliyewaumbwa. Kwa hivyo, sio mapapa pekee wanaoitwa kubadilika, bali kila Mkristo anaalikwa kubadilishwa moyo.

Leo tunapowatazama viongozi wa kanisa letu tuweze kuwaombea, na tunapowaombea pia tujiulize swali haya. Ningependa kukuacha na swali hii ili uweze kutafakari, ama maswali haya mawili: je, umekubali kubadilika kama Petro? Je, umemruhusu Mungu kukupa jina jipya moyoni? Swali la kwanza ni je, umekubali kubadilika kama Petro? Na swali la pili ni je, umeruhusu Mungu kupa jina jipya moyoni? Wakati mwingine jina jipya si lazima liwe la maneno, bali ni hali mpya ya kiroho. Maisha na ndani ya Kristo. We watu wa matumaini, waaminifu na wa ujasiri kama watakatifu waliotutangulia, tukiamua kubadilika, tusibadilishe tu jina la nje. Ati mimi naitwa Jack Black sasa nimebadilisha. Hapana, si tu Jack Black sasa nitaitwa nani? Yohane Paulo. Ni sawa naitwa Yohane Paulo. Alafu kwa hivyo tusizingatie sana kubadilisha jina la nje lakini tuzingatie sana kubadilisha kile kilicho moyoni mwetu, lile jina la ndani. Wewe mwenyewe unajijua eh? nafsi yako wewe mwenyewe unaijua. Kwa hivyo tuweze, kama ni kubadilika, tubadilishe lile jina la ndani, na tusibadilike ili tuonekane. Tusibadilike, kama tusiamue kujibadilisha ili fulani na fulani atuone. Hapana, tujibadilishe kwa mtazamo wetu sisi wenyewe, tujibadilishe kwa sababu sisi wenyewe tunataka kitu kipya, tunataka utu upya, tunataka maisha mapya. Tujibadilishe kwa sababu sisi wenyewe. Mambo haya yatatusaidia kuwa jasiri, mambo haya yatatusaidia kueleza ama kuendeleza imani yetu, na mambo haya yatatusaidia kusaidia wale ambao wamepotea na kidogo wanapata tatizo kuweza kujibadilisha. Kwa hivyo kama vile mapapa wanabadilisha majina, nasi pia tunaitwa tuweze kubadilisha majina ya roho yetu. Kwa hivyo kumbuka tafakari. Je, umekubali kubadilika kama Petro? Na je, umemruhusu Mungu kupa jina jipya moyoni? Tuweze kufunga kwa njia ya sala kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. E Bwana Mungu wetu, tunakushukuru kwa mafundisho haya na kwa mapendo unaotuongoza. Tunakuomba umbariki Baba Mtakatifu, Papa Leo wa kumi na nne na viongozi wote wa Kanisa lako. Tuwezeshe kubadilika kila siku, ili tushuhudie jina lako kwa matendo mema. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Mtakatifu Carlos Acutis, utuombee. Kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Asanteni sana kwa kuweza kujiunga nami hapa ndani ya Quinn Studios. Uh, tunasema mic on truth out uh. Nimekuwa wako Jaka Black, sauti yako kwenye midundo ya imani uh, na ninapomalizia pia basi uh,

waweze kupandisha imani yetu, ili nasik aka sasa niweze kuaga kwa heri ya kuonana, akitonani tena Jumamosi ijayo.